Tuelekee kaunti namba 46 ambapo mama wa taifa Rachel Ruto aliongoza viongozi mbalimbali mbali nchini kusaidia kupigania dhuluma zinazozidi kukandamiza wajane katika jamii. Katika hafla ya kitaifa ya kuwakumbuka wajane iliyofanyika huko Nyamira, washikadau mbalimbali walitaka jamii kujiepusha na mila potovu zinazowagandamiza wajane. Crispin Otieno ana maelezo zaidi. Kijiji cha Kiamosubo, Kibirigo, kaunti ya Nyamira. O, ni sawa, ina shida hapa. Tunakutana nae Morin Nyaboke mjane akionekana mwenye wasiwasi wasi mwingi chifu, mpwenda, kwa dio. Mama huyu aliyempoteza mumewe ya pata mwaka elfu mbili kumi na moja ameingiwa na kiwewe, kwani shamba ambalo alinunua kwa pamoja na mumewe unampokonya. Akiwa na makaratasi haya mikononi, mama huyu hana amani. Kipande kidogo cha ardhi alichokuwa nacho imeanza kumpokonya. So imefika kuna shamba tulipo, tulinunua, ndio imeleta shida. Hiyo shamba tena imeuzwa mara ya pili. Hasa ndio nalilia yoyote mwenye ataguzwa na hii meseji anisaidie. Kuna, wale wa, kuna ile sirika ambayo inatetea wanawake wachane, naililia kuna wale advocate wa Human Rights, tafadhali waingilie. Mimi sina uwezo wowote. Mama huyu analilia naibu chifu na mnunuzi mwingine kwa kosa la kujenga katika kipande chake cha ardhi ikiuzwa kwa mara ya pili, na hata unaendelea kuwekwa ua. Na mimi nikamuuliza, mimi ni mchane na hiyo shamba ni ya watoto, sichafikiria kuuza samba kwa maana watoto wangu wa wana grow na ni vijana, wanavaa kuenda kufanya nini at least wapate mahali wataweka ka nyumba hapa kuishi. Vyapo, ni moja kwa leo. Masaibu ya Nyaboke ni moja kati ya changamoto wajane hukumana nazo kila kuchao kote nchini. Jumatatu, mama taifa Rachael Ruto aliongoza maadhimisho ya siku ya wajane ulimwenguni eneo la Miruka katika mpaka wa kaunti ya Nyamira na Homa Bay, mama taifa katika hotuba yake akitaka jamii kuwakumbatia kina mama wajane na kamwe wasihisi kutengwa. We gather not just to mark a day on the calendar, but to honor the lives, struggles and triumphs of millions of widows across Kenya. Kauli hiyo ikipigwa jeki na mshauri wa Rais William Ruto kwa masuala ya jinsia Harriet Shigai. There has been a request that the government put in place a fund for widows all we need to do leaders who are here let us fashion our programs and our activities aligned with the different government uh, funding modules. Viongozi wa kaunti ya Nyamira wakiapa kushirikiana kwa pamoja angalau kupunguza visa vya dhulma kwa wajane. Mimi nataka tuamue kutoka siku ya leo. Tuamue tutekeleze sheria za nchi za Kenya. Tujue mali ya jamii mke na mmewe, hiyo ni mali yao, sio mali ya jamii. They have explained, we have gaps, there are several gaps on how we should mentor and help our widows in our nation. Tarehe 23 mwezi Juni kila mwaka ni siku maarufu kote duniani kuwakumbuka kina mama hao wajane hafla ya kitaifa ya siku hii ikileta pamoja zaidi ya kina mama wajane elfu nne ambapo pia kuna baadhi walipewa fursa adimu ya kujielezea. Crispin Otieno Runinga ya Citizen.